Kwanza mchezo tulitajia utakuwa mgumu kutokana na ubora ambao Simba hapo nao miaka yote, lakini sisi kama wachezaji tulipanga kupambana, kwa sababu hatukupata matokeo mazuri tukicheza nao kwa muda mrefu. Kwa hiyo tumepambana na mbinu zetu zimefanya kazi uh, na kupata matokeo. Kulikuwa kuna ugumu gani kuweza kumkaba mchezaji kama Mpanzu, mchezaji ambaye anasumbua kwelikweli? Ugumu upo siku zote ukikutana, uki, uki na mchezaji bora, manake kunakuwa na ugumu kwenye kumkaba lakini ni namna ambavyo unaitumia akili ya yako na kutulia katika mchezo kila kitu kinawezekana. Ni kitu gani ambacho mwalimu aliwaambia kuelekea kwenye mchezo huu mpaka mkaweza kuibuka na matokeo mema? Da, kikubwa alisema kuwa tumepata matokeo mabaya kwa muda mrefu, kwa hiyo leo inaweza kuwa siku yetu tukipambana, na tunaweza tukawa hmm, na furaha tena. Na pengine hayo matokeo mabaya uh, Msindo, kuna namna ilikuwa imewakata morali kwa namna yoyote ile ama hasira ilizidi zaidi? Haikukata morali kwa sababu siku zote katika maisha kuna kuaga na kipindi kibaya, kwa hiyo tulikuwa tunapitia katika kipindi kibaya lakini sisi kama wachezaji pamoja na benchi la ufundi tunatia tunatiana moyo sisi kwa sisi, na tuliamini kwamba siku yetu itakwepo na tutapata furaha. Dakika 10 imepata magao mawili. fulanidakika kumi eaa mgao a io kassh zaidi tofauti na mwanzo. Kile ambacho mwalimu, Kati kubwa ni kustiki katika game plan, na, na, na, na, na, na tulipopata goli la kwanza wenzetu walikuwa na pressure kupata walikuwa na pressure kusawazisha na ilichopelekea kupata goli la pili. Baada ya matokeo haya sasa pengine kuelekea kwenye michuano michezo so mingine naokuja, nawaahidi nini mashabiki wa Azam FC mwakani? Mwakani, <laughs> <laughs> mwakani kwanza nashukuru Mungu tumeweza kupata ushindi, na cha pili ni mwalimu kuweza kuniamini kuni katika mechi kubwa kama hii kwa sababu mazoezini ninafanya vile ambavyo anahitaji na pia na, nampongeza kaka yangu Aisha kwa kuweza kunipa support kabla ya mechi na nimeweza kufanya kile ambacho mwalimu alihitaji. Umeondoka na clean sheet leo mbele ya mnyama, nashukuru Mungu mm. Nashukuru Mungu. Pengine mwanga ukoje kwenye mechi ambazo zimesalia, kwa sababu tayari watu walishaanza kuwakatia tamaa kutokana na kile ambacho mlikifanya? E, mwanzo mwalimu aliona makosa ambayo tulikuwa tunayafanya katika mechi, kwa hiyo turudi katika uwanja wa mazoezi na kuifanyia vitu ambavyo vilikuwa vimepungua katika mechi, tumeifanyia kazi na kama mnavyoona tumekuja tumejirekebisha taratibu taratibu, tunaenda katika mapumziko, ambayo tukirudi kila kitu kitakuwa sawa inshallah. Pressure ya mchezo kwa jumla ilikuwa je eneo la golini? Pressure ni kubwa kwa sababu ukiangalia Simba ni timu kubwa, Simba na wachezaji wazuri, Simba imecheza mashindano ya kimataifa fainali, koo sio timu ndogo, kwa hiyo pressure inakuwepo, lakini kutokana na kitu ambacho tunafanya mazoezini, tulipunguza pressure ya wapinzani kama unavyoona, na tuweza kufanya kile ambacho tulikuwa tunakihitaji sisi. No, kwa kihitaji ba baada ya kutoa sare katika baadhi ya michezo kadhaa, pengine ushindi huu una maana gani kwenu? E, cha kwanza mashabiki zetu wasitukatie tamaa, kwa sababu huu ni mchezo na no, ukiangalia, mwalimu ni bado kama anatafuta mfumo wake ambao utakuwa bora katika mechi zote ambazo tutacheza za ligi na za kimataifa.